Hivi ulishawahi kujikuta mara kwa mara unakutana na namba zinazojirudia rudia au zinazofuatana katika mtiririko maalum? Kwa mfano, namba kama vile moja moja moja moja, nne nne nne, tatu tatu tatu, au tatu mbili tatu mbili, moja mbili tatu nne, na nyinginezo nyingi ambazo zinakuwa katika muundo huo hapo kama ulishawahi kukutana na hizi namba basi tambua kwamba hizo ni namba za malaika au tunasema angel numbers. Kwa mfano unaweza kujikuta umeamka kutoka usingizini, halafu ukiangalia tu saa unakuta ni saa tisa na dakika 33 kwa hiyo unakuta tatu tatu tatu zimefuatana, halafu siku hiyo hiyo baadaye unaangalia salio katika simu yako unakuta una shilingi mia tatu thelathini na tatu afu baadaye unaingia mtandaoni unaangalia video Let's say unaangalia video ya YouTube unakuta ina urefu wa dakika tatu na sekunde thelathini na tatu kwa hiyo kwa mara nyingine tena unajikuta umekutana na hiyo tatu, tatu tatu sasa kama ulishawahi kukutana na hiyo hali katika namba yoyote ile ambayo unajirudia katika mfumo huu hapo tambua kwamba hali hiyo haijaja kwa bahati mbaya hizo ni namba za malaika Namba za malaika huwa zinakuja na jumbe tofauti tofauti. Kila namba huwa ina ujumbe wake, na popote pale unapoiona hiyo namba unatakiwa kumanifest kulingana na maana inayobebwa na hiyo namba. Sasa leo nimetoa hii video ili kutoa ufafanuzi wa kina kuhusiana na hizi namba, kwa sababu nimeshapokea message nyingi sana, comments nyingi sana watu wananiuliza kuhusiana na hizi namba, mbona nakutana sana na hii namba moja, moja, moja, au mbona kila nikiangalia saa nakuta ni saa tano na dakika kumi na moja maana yake ni nini? Sasa leo utajua kila kitu kuhusiana na hizi namba na utafahamu nini unatakiwa kufanya pale unapokutana na hizi namba. Uh, kama ambavyo huwa ninasema siku zote, ulimwengu huwa una kawaida ya kuwasiliana na sisi kwa namna ya kujirudia rudia. Kwa hiyo kama kuna ishara fulani ambayo imebeba ujumbe wako na ulimwengu unataka wewe uipate hiyo ishara ulimwengu huwa unatumia njia ya kujirudiarudia ili uweze kushtuka kwamba hapa mm, kuna kitu fulani kinaendelea. Na moja kati ya ishara ambayo huwa inatumika kwa watu wengi sana ni namba, na namba hizi ni namba zinazojirudiarudia. Kila namba huwa imeunganishwa na nishati fulani ambayo imebeba maana zaidi ya thamani ya namba yenyewe. Sisi tunaelewana yani? haimaanishi kwamba ukiletewa namba moja moja moja basi ishara yako inawakilisha kitu kimoja au inawakilisha thamani ya hiyo namba. Hapana, kila namba huwa inabeba maana zaidi ya thamani ya namba yenyewe. Kwa hiyo unaweza kuzitumia hizi namba zikawa kama ni mwongozo katika maisha yako, au katika hali unayopitia. Kadiri namba inavyooneshwa mbele ya macho yako, ndivyo nishati au mtetemo unavyozidi kuwa na nguvu, na ambao uwe unaleta matokeo fulani katika maisha ya mtu. Na ukiona namba imejirudia zaidi ya mara tatu, hiyo inamaanisha kwamba uwezo kamili wa nishati hiyo, yani hiyo nishati ambayo imebebwa na hiyo namba, upo katika maisha yako. Kwa hiyo ili uweze kujua kwamba hii ni namba ya malaika au ni namba tu ya kawaida, sharti ni moja: ni lazima iwe imejirudia zaidi ya mara tatu. Ukiona namba inajirudia zaidi ya mara tatu tambua kabisa kwamba hiyo ni namba ya malaika na nishati iliyobebwa na hiyo namba ipo katika maisha yako. Sasa hapa tunaingia katika somo lenyewe rasmi. Naomba unisikilize kwa makini sana, ili uweze kuelewa maana ya kila namba, tukianza na namba moja moja moja. Zinaweza zikawa ni tatu zinafuatana, au zinaweza zikawa ni moja moja zipo nne zinafuatana. Hizi zote zinakuwa zimebeba ujumbe mmoja unaofanana. Sasa hii namba ni moja kati ya namba yenye nguvu ya udhihirisho. Udhihirisho ni manifestation. Manifestation ni kukitoa kitu katika wazo au katika roho na kukileta katika uhalisia. Sasa unapoona hii namba moja moja moja, malaika wako wa ulinzi wanakukumbusha kwamba wa makini na kile kinachoanza kutokea. Yani anza kutilia mkazo au kutilia maanani lile jambo ambalo unataka kuja kutokea katika maisha yako au unataka kuanza kulifanya katika maisha yako. Hizi namba ni kiashiria kwamba sasa upo tayari kuanzisha jambo fulani na kujihusisha na ulimwengu. Sasa unapokutana na hizi namba mara kwa mara, hebu anza kujiuliza ni kitu gani unataka kukianzisha katika maisha yako au kuna tukio gani linataka kuanza kuja kutokea katika maisha yako? Je, ni biashara? Je, unataka kuanza shule? Je, unataka kuanzisha mradi fulani? Sasa kama kuna kitu chochote kile unataka kukianzisha, hakuna haja ya kusubiri, ni muda sahihi wa kuanza kuyafanyia kazi malengo yako na kuanzisha jambo ambalo umekuwa ukilifikiria kwa muda mrefu. Hata kama ni suala linalohusisha ujuzi au kipaji chako lianzishi, ni muda sahihi wa kuanzisha hicho kitu, na chochote kile utakachokianzisha baada ya kuziona hizi namba utafanikiwa. Na popote pale utakapoiona hii namba ya malaika, unatakiwa ku manifest maneno ya mafanikio. Kwa mfano Ukiangalia saa ukakuta ni saa tano na dakika kumi na moja, unatakiwa kusema asante malaika wangu, ninakaribisha mafanikio, ninakaribisha pesa nyingi katika maisha yangu, ninakaribisha wateja wengi katika biashara yangu ninayotaka kuianzisha. Unatakiwa kutamka maneno mazuri kulingana na hali unayopitia katika maisha yako. Watu tunatofautiana hali zetu za kimaisha. Kuna mwingine unakuta sio biashara anayotaka kuianzisha labda anaingia katika ndoa, anataka kuanzisha maisha ya ndoa. Kwa hiyo utatamka kulingana na hali unayopitia katika maisha yako. Namba nyingine ni mbili mbili mbili, na yenyewe inaweza ikawa ni tatu zinafuatana au nne zinafuatana, zote zina maana moja. Sasa unapoona namba hii kila mahali, malaika wako wanakukumbusha kwamba unatakiwa kufurahia maisha yako na mahali ulipo ndipo hapo hapo unapotakiwa kuwa. Kwa hiyo usianze kujilinganisha linganisha na watu wengine, au usianze kuonyesha hali ya kutokuridhika na maisha yako. Unajua, katika ulimwengu huu tunaoishi, kuna muda unaweza kufika ukajikuta unaanza kujilinganisha na watu wengine unaanza kujidharau na kujiona kwamba hivi, kwa nini mimi nipo katika hali hii mbona, kama wenzangu wana enjoy sana. Sasa hii namba ni malaika wako wanakukumbusha kwamba ridhika na maisha yako, hapo ulipo ni mahali sahihi unapotakiwa kuwa. Kwa hiyo ridhika na yakubali maisha yako. Pia hii namba mbili mbili mbili huwa inahusishwa na uhusiano au miunganisho ya moyo. Kama kuna mtu umeanzisha naye mahusiano hii namba mbili inakuonesha kwamba huyo ndiye mtu wako sahihi. Usianze kuangalia watu wengine au usianze kufikiria kumwacha huyo mtu. Na pia namba mbili inakukumbusha kukumbusha kwamba unatakiwa uwe ni mtu mwenye furaha na uachilie achilia, mabaya yote uliyowabebelea katika moyo wako, achilia vinyongo vyote, uanze kufurahia maisha yako, usiwe na mawazo sana kuhusiana na maisha yako yajayo. Kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo kwa ujumla hii namba mbili, mbili mbili inakuambia kwamba upo katika njia sahihi, usiwaze, kila kitu kitakuwa sawa. Punguza pressure, calm down. Namba tatu tatu tatu. Ukiona hii namba mara kwa mara tambua kwamba kuna nguvu ya msukumo kutoka kwa malaika, na nguvu hii huwa inataka kuweka usawa zaidi katika maisha yako Yani inataka kutengeneza balance katika maisha yako. Malaika wanataka uangalie maeneo ya maisha yako ambayo hayajakamilika kikamilifu na ujirekebishe. Kwa hiyo unatakiwa ujitathmini, ni katika eneo lipi la maisha yako halijakaa sawa? Je, ni katika mahusiano yako? Je, ni katika familia yako, biashara yako au kazini kwako? Wewe mwenyewe utatafakari na utajua ni katika eneo lipi. Sasa unapoiona hii namba kitu ambacho unatakiwa kufanya cha kwanza kabisa ni kufanya meditation, yani kuingia katika tafakari ya kina. Nilishawafundisha kuhusiana na jinsi ya kufanya meditation. Unaweza kufanya meditation kwa kutumia mshumaa au unaweza kufanya meditation kwa kutumia mziki wa meditation. Baada ya kufanya meditation, hapo sasa ndipo unaweza kupata maono juu ya maeneo gani ya maisha yako ambayo umekuwa ukiyapuuza. Yaani, kila kitu utakifahamu katika maisha yako, na pia hii namba tatu tatu tatu huwa inahusishwa na kazi, matamanio na bahati. Yaani, malaika wako wanakuambia huu ni wakati muafaka wa kuweka juhudi zako na kuweka bidii katika kazi yako. Kwa hiyo kama ulikuwa na vichembechembe vya kutaka kulegalega, kukata tamaa, malaika wako wanakuambia no, be strong, endelea kukaza buti katika kazi yako. Shikilia hapo hapo, hapo ndipo kwenye mafanikio yako. Namba nne nne nne, zinaweza zikawa tatu au zikawa nne zimeongozana. Hii ni namba ya ulinzi wa kiroho kutoka kwa malaika wako. Kama wewe ulikuwa unakabiliwa na changamoto, au umekuwa ukijaribu kupata mwongozo wa kiroho, au unataka kupata ishara kutoka kwa ulimwengu, ukioneshwa hii namba nne nne nne mara kwa mara, hii inaweza kuwa ni ushahidi kwamba ulimwengu unakusikiliza. Namba hii inawakilisha kwamba malaika wako wanakuongoza wanakuzingira na wanajibu maombi yako ya ulinzi. Kwa hiyo kama kuna spell yoyote ile ya ulinzi uliifanya, au unahisi upo hatarini, tambua kwamba malaika wako wanakujulisha, Tupo kwa ajili yako, tunakulinda, usiwe na wasiwasi. Kwa hiyo utakapoiona hii namba, unatakiwa kufarijika na kufurahi. Tambua kwamba malaika wako wako bega kwa bega na wewe, wanakulinda, wanakusapoti na wanakusikiliza kile unachowaomba. Haijalishi unapitia nyakati ngumu au nyakati nzuri, tambua kwamba malaika wako wapo na wewe, wanakulinda. Popote pale utakapoiona namba hii, sema asante malaika wangu kwa kunilinda. Namba tano tano tano. Unapoanza kuona hii namba tano tano tano kila mara, hiyo inamaanisha kwamba kuna mabadiliko makubwa yanakuja katika maisha yako hivi karibuni. Kwa hiyo kaa tayari kuyapokea, na mabadiliko hayo yanaweza yakawa ni ya pande mbili, yanaweza yakawa ni mabadiliko mazuri au mabadiliko mabaya. Kwa hiyo inategemeana na situation ya maisha yako kwa muda huu, na utakapoanza kuiona hii namba mara kwa mara unaweza kufaidika kwa kupata ujumbe wa wazi kabisa kutoka katika mazungumzo yanayotokea karibu nawe, au maneno ya wimbo unaoupenda, yani wimbo unaopenda kusikiliza mara kwa mara. Kwa mfano, ukianza kuiona hii namba tano tano tano mara kwa mara, alafu kila mara ukawa unasikia nyimbo zinazohusiana na usaliti, yani kila unakopita unasikia nyimbo inayohusiana na usaliti, hiyo ni ishara ya kwamba kuna usaliti unakuja mbele yako, au ukawa unasikia nyimbo zinazohusiana na ndoa, kuoana, au watu kupendana, hiyo ni ishara kwamba utaingia katika mahusiano au utaingia katika ndoa hivi karibuni. Kwa hiyo hayo ni mabadiliko makubwa sana katika maisha yako, yanaweza kuja na efekti nyingi sana katika maisha yako. Kwa hiyo malaika wako wanakuweka sawa kwamba kaa tayari kuna jambo linakuja kutokea katika maisha yako. Na pia mabadiliko hayo yanaweza yakawa katika upande wa kiuchumi. Kwa mfano, uliwahi kutuma maombi ya kazi sehemu fulani, sasa majibu yanakaribia kutoka, na ulimwengu umeshajua kwamba wewe unakwenda kupata kazi, na ukipata kazi maisha yako yatabadilika sana. Kwa hiyo malaika wanakuletea hii namba kwamba kuanzia muda mfupi ujao maisha yako yanaanza kubadilika. Kwa hiyo kaa tayari kwa ajili ya mabadiliko hayo. Namba sita sita sita, watu wengi huwa wanaiogopa hii namba kwa kuhofia kwamba ni namba ya kishetani au namba ya kifreemasons. Wengi huwa wanasema hivyo, lakini katika namba za malaika huna haja ya kuogopa namba yoyote ile. Kila namba imebeba nishati yake na kila namba ina ujumbe wake. Hii namba sita sita sita ni ishara ya upendo wa kiwango cha ndani kabisa kutoka kwa malaika wako, na ni watu wachache sana huwa wanaonyeshwa hii namba. Yaani ukiona unaletewa hii namba mara kwa mara, tambua kwamba you are the chosen one, yaani wewe ni mtu special sana, kuna connection ya hali ya juu na malaika wako. Huu ni ujumbe mzito kutoka kwa malaika wako. Unatakiwa kuchukua jukumu la kibinafsi katika maisha yako wewe mwenyewe, na ujiulize, Je, katika maeneo yako ya kiroho ni wapi unahitaji marekebisho? Na mara nyingi watu wanaoona namba sita sita sita ni watu ambao wanakuwa katika hatua za kuamka kiroho, kwa hiyo kunakuwa na ujumbe mzito sana wa kiroho wanaletewa na malaika wao. Mbinu rahisi ya kuweza kuupata ujumbe wako unaohusiana na wewe ni kufanya meditation, kuingia katika tafakari ya kina. Utajua ni nini malaika wako wanataka kukuambia. Hii namba ni kiashiria cha kwamba malaika wako wapo ubavuni mwako, yani wapo pamoja na wewe, wanakusubiri wewe waombe msaada wa kusaidia, na katika tatizo lolote lile utakalopitia, malaika wako watakuwa wapo sambamba na wewe. Hakikisha unavuka hiyo sehemu na unasaidika hapa. Sasa ndipo utakuta mtu anaanza kupata mawazo mapana zaidi ya kiroho. Kwa mfano, unakuta mtu anawaza, anataka afungue kanisa, anataka awe mchungaji, au anataka abadilishe dini, ahamie katika imani nyingine. Yaani hawa watu ndio huwa wanaletewa hizi namba mara kwa mara. Hiyo ni ishara ya kwamba yani katika ulimwengu wako wa kiroho malaika wako wapo sambamba na wewe na katika jambo lolote lile utakalolifanya, hakuna mahali utakwama, yani kila kitu kitanyooka katika mstari wake. Namba saba saba saba, hii ni namba ya bahati. Hii bwana, ni namba ya bahati, na bahati hiyo ni bahati katika pesa. Nilishaifundisha sana katika masomo yangu ya nyuma na katika spell nyingi sana spell nyingi sana za pesa huwa zinatumia namba saba saba saba. Unapoonyeshwa hii namba mara kwa mara, hiyo ni ishara ya kwamba pesa haitakuwa tatizo kwako katika siku za karibuni. Kwa hiyo katika hii namba, malaika wako wanakuhimiza kurelax na kuacha hofu juu ya maisha ya baadaye. Unatakiwa kukubali na kuamini kwamba kila kitu kitakwenda sawa katika maisha yako, yaani acha kuifikiria kesho. Ukiiona hii namba ya malaika unatakiwa kutulia na kufanya meditation. Hii itakusaidia uweze kupata mwongozo zaidi kutoka kwa ulimwengu ni njia zipi unatakiwa kupita ili uweze kuifikia hiyo bahati katika pesa. Na pia popote pale utakapoiona hii namba usiache kujitamkia maneno yenye nguvu kuhusiana na pesa. Kwa mfano mimi ni tajiri, mimi nina mafanikio, pesa zinanifuata, mimi ni sumaku ya pesa. Yaani tamka maneno yanayohusiana na pesa au mafanikio mara nyingi kadiri uwezavyo. Hii itasaidia kuweza kuushawishi ulimwengu uweze kutimiza kile ambacho umekuonesha. Namba nane nane nane. Hii namba bwana, inahusiana na kutokuwa na mwisho, yani infinity au kitanzi kisicho na mwisho wa nishati hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba mambo yako kwa katika maisha yanaenda yenyewe kwa jinsi ambavyo ulivyopangiwa na ulimwengu, yaani matukio yote yanayotokea katika maisha yako yanaenda kwa jinsi ambavyo inatakiwa. Na mara nyingi hii namba huwa wanaonesha watu ambao tayari wameshafanikiwa katika kitu fulani au wapo katika situation nzuri ya kimaisha. Kwa mfano kama ni biashara unakuta inakuendea vizuri, au kama ni ndoa inakuendea vizuri, shule mambo yanakwenda vizuri, unaperform vizuri. Sasa hii namba ni malaika wanakuonesha kwamba hivyo ndivyo ilivyopangwa, yaani mambo yanaenda vizuri, hakuna shida katika maisha yako. Sasa kuiona hii namba mara kwa mara ni kama malaika wako wanakukumbusha kwamba unatakiwa kushukuru kwa kwa mahali ambapo wamekutoa na mpaka hapa ambapo upo kwa sasa. Kwa hiyo unatakiwa uwe ni mtu wa shukrani, shukuru kwa chochote kile ambacho umepitia katika maisha yako. Tambua kwamba malaika wako wanakupambania na wamekuweka katika njia ambayo ni sahihi katika maisha yako. Na pia kama kuna watu ambao walikuwezesha wewe mpaka kufikia hapo, unatakiwa kuwashukuru na kuwaonesha kwamba you are grateful for what you have. Namba tisa tisa tisa hii namba bwana, inawakilisha mwisho wa kitu fulani. Hii namba inamaanisha kwamba mzunguko wa kile ulichokuwa unakifanya unafikia mwisho. Kwa mfano, inawezekana ni kazi fulani, inawezekana kuna kazi fulani unaifanya alafu umeichoka au umekuwa ukionewa sana katika hiyo kazi, ukawa unajiuliza hivi, hey, jamani, hii kazi ni lini itaisha? Ni, ni lini nitaachana na hii kazi? Ukianza kuona hii namba 999 tambua kwamba mwisho upo karibu, mwisho wa hayo mateso au mwisho wa hiyo kazi upo karibu, au pia inawezekana ikawa ni mwisho wa mahusiano. Inawezekana ulikuwa unateseka sana katika mahusiano, huyo uliye naye amekuwa akikuchiti, anakunyanyasa, anakupiga. Sasa hii namba ukiiona, maana yake ni kwamba uko kwenye mstari wa mwisho wa malengo yako au wa mahusiano yako na sasa ni wakati wa kuanza kujiweka sawa kwa ajili ya kuanza upya. Kwa hiyo huo mwisho wa kitu unaweza ukawa katika biashara, kazi, mahusiano au makubaliano fulani. Sasa unaweza ukawa unajiuliza hizi namba za malaika nitakuwa naziona wapi? Je, nitakuwa naletewa kimiujiza tu papu iko mbele yangu, au je, nitakuwa naletewa ndotoni au katika maono? Sasa naomba unisikilize kwa makini sana. Moja kati ya habari njema kuhusiana na hizi namba ni kwamba hizi namba zipo popote pale utakapoenda katika hali yoyote ile. Kwa hiyo huna haja ya kuzitafuta. Zinaweza zikaonekana kwenye simu, kwenye video, kwenye namba za simu, kwenye namba za vocha, kwenye risiti ya malipo, Magazeti, vitabu, barabarani, wakati unatembea, yani popote pale utakapokuwa. Sasa hii inamaanisha kwamba hauhitaji kuzitafuta au kuzilazimishia. Naomba nikuweke sawa katika hili, hizi namba za malaika huwa hazilazimishiwi. Yani usije ukasema hii namba moja moja moja, ngoja niweke alarm ya saa tano na dakika kumi na moja ili kila ikifika saa tano niwe naiona? Hapana, hizi namba zinatakiwa zitokee naturally. Yani Pa, ukiangalia tu saa hapa unakuta ni saa tano na dakika kumi na moja. Ukienda mahali unakutana na namba za vocha moja moja, moja, moja. Yaani hutumii nguvu na wala hulazimishi, zenyewe ndo zitakutafuta, sio wewe uzitafute. Na hizi namba za malaika hazijaishia hapa, zipo nyingi sana. Hizi nilizozitaja hapa ni zile komon tu ambazo huwa zinawapata watu wengi. Kwa mfano kuna namba kama moja mbili moja mbili, hiyo pia ni namba ya malaika au moja tisa moja tisa au kumi kumi moja tatu moja tatu, hizo zote ni namba za malaika, zinakuwa katika mfanano au mfuatano maalum. Na pia kuna hili kundi la watu ambao huwa wanaletewa namba za malaika nyingi kwa wakati mmoja, yani anaweza akawa analetewa namba moja moja moja tano tano tano sita sita sita, yani zinakuwa ni nyingi, kila mara zinakuja mfululizo. Leo ukaona hii, kesho ukaona hii, kesho hii hasa. Ukiona hivyo, hiyo ni ishara ya kwamba unatakiwa kuamka kiroho. Hiyo ni ishara ya kwamba malaika wako wanajaribu kuamsha ufahamu wako wa ndani ili uweze kuamka kiroho. Sasa, ili wote muweze kusaidika, kama kuna namba ya malaika ambayo sijaitaja hapa unaiona mara kwa mara Niandikia hapo chini kwenye comment, nitakupa tafsiri na nini unatakiwa kufanya kuhusiana na hiyo namba. Kwa mfano, inawezekana wewe huwa unaona namba moja tisa moja tisa kumi kumi kumi na tatu, kumi na tatu au moja mbili tatu nne mbili moja mbili moja. Hizo zote ni namba za malaika, zipo nyingi sana, siwezi nikaziongelea zote katika video hii. Naomba nikusisitize tena Usilazimishie hizi namba number. Hizi namba zinatakiwa zitokee zenyewe automatically, huna haja ya kuzitafuta, zenyewe zitakutafuta. Kama malaika wanataka kukuambia kitu fulani, basi watakuletea hizo namba popote pale ulipo. Nikukumbushe tu, usisahau kusubscribe channel hii, kwa sababu mambo mazuri zaidi yanakuja kwa ajili yako. Asante sana.